Watu watatu wa familia moja wamefariki dunia akiwemo mtumishi wa Wizara ya Maji, Rochi Mkolekuwa, baada ya nyumba kuteketea kwa moto mtaa wa Nyarusrya, manispaa ya Musoma, mkoa wa Mara. Mbali na Mkolekuwa aliyekuwa meneja wa ubora wa maji katika maabara ya mkoa wa Mara, wengine waliopoteza maisha ni mkewe, Mariam Msigwa na mtoto wao, Rochi Shaban. Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Mara, Agostino Magere amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akisema chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na uchunguzi tayari umeanza. Magere amesema waliipata taarifa ya tukio hilo saa kumi usiku kwa mkia leo Jumatatu, Januari 5 mwaka 2026, na, na, na walipofika katika nyumba hiyo waliokuwa wakiishi walikuta imeteketea kwa moto na watu hao wakiwa ndani. Inaonekana taarifa ilichelewa kutolewa, na tulipofika pale tulikuta tayari wamefariki dunia. Mwili wa baba ulikuta sebuleni na miili ya mama na watoto ilikuta chumbani. Tumeanza uchunguzi kwa ushirikiano na vyombo vingine, amesema Magere.